Mpaka sasa hivi sekta ya uvuvi imeendelea kushuka, kwa maana ya kwamba maeneo mengi wavuvi hawapati mazao ya samaki yale ambayo yalikuwa ipo kipindi cha nyuma, kwamba e, ukamataji wa samaki umepungua sana maeneo mengi ya ziwa Viktoria ili kwa ujumla wake, na tujue tu kwamba sekta hii ya uvuvi au ziwa Viktoria kwa ujumla linalisha karibia watu milioni nne na nusu. Kwa tunavyoporomosha swala zima la uhai wa samaki kwenye ziwa, ina maana tunaongelea uhatarishi wa jamii inayozunguka ili ziwa Victoria. Kwa upande wa, wa, wa, wa, wa hifadhi tumejitahidi sana kuhakikisha kwamba haya mazalia yanakuwa salama kwa eneo letu ili tayari limeshahifadhiwa, tunafukwe zenye urefu wa kilomita 150 hizo kilomita zote zina sifa ya mazalia ya samaki kwa asilimia ngapi? Mia moja. Na sheria zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haziruhusu matumizi yote kwenye ile eneo. Kwa mtu yeyote anayefanya uvuvi kwenye mazalia, ni kwamba huyo yuko kinyume na sheria zetu. Kwa hiyo tuseme tu, kwa upande wa hapa hifadhi ya Rubondo, hizo kilomita mia hamsini ndo zinachangia kwa asilimia kubwa samaki kupatikana maeneo mengine, lakini ziwa hili lina kilomita za mraba sitini na nane elfu ambapo limekamata nchi tatu, lakini ina maana fukwe zake sasa ni ndefu zaidi, na tunatamani kwamba maeneo yote tungeheshimu hizo taratibu za sayansi ya uzalianaji wa samaki, kwa maana kwamba kama kila kijiji kikatenga mm, eneo kwa ajili ya mazalia ambalo halitaruhusiwa kuvua, maana ukishaingiza ingiza tu ile neti kwa mfano kama huyu Sangara anavokuwa na anataga yale mayai na maana, ukifika ule msimu wa kuzaliana wote wanaenda ufukweni, wanatoka kwenye kina kirefu wanaenda kwenye kina kifupi kwa ajili ya kutaga mayai. Kwa hiyo mtu akienda kutega nyavu zake pale, ina maana na nasa wale wanaozaliana. Na wenyewe wanazaliana sana misimu ya ya, mas, ya mvua, ambapo kwa mfano kuanzia Oktoba mpaka Disemba, lakini kuanzia Machi mpaka Juni. Na kwa nini anafanya hivyo? Ina maana wakati wa mvua eh, maji yanakuwa na virutubisho vingi. Kwa hiyo anakuwa anahakika kwamba eh, yale uzazi wake utaenda vizuri, kutakuwa na chakula cha kutosha. Kwa hiyo sisi pia kupitia kitengo cha ujirani mwema ili ni jukumu letu la msingi sana kutoa elimu kwenye vijiji vinavyozunguka hifadhi kwa kushirikiana na sekta zingine, idara ya uvuvi, tumekuwa tunafanya kazi kwa pamoja na namna nyingine pia ni kuweka off season kidogo kwamba ndio kwa, amba, ndiyo, kwa ya mfano kwa hiyo miezi ambayo tumesema kwamba ni miezi muhimu kwa kuzaliana ina maana pia inaweza kidogo uvuvu kastopishwa kidogo ili kuruhusa ilo, ilo zoezi muhimu la kuzaliana likafanyika. Kama fukwe zote za ziwa Victoria zingefanya kazi vizuri, wala kusingekuwa na uhaba wa samaki kwenye hili ziwa. Vizimba ni kweli, ni teknolojia nzuri na inasaidia sana kwenye kuwazalisha samaki wengi. Tumeendelea kuweka mkakati wa kubajeti zaidi, ili walau tuweze kuwafikia jamii wengi zaidi wanaozunguka hifadhi yetu. Kwa hiyo katika ulinzi wa maliasili tunalinda zaidi maliasili zote zilizokuwemo, ikiwemo maeneo ambayo ni mazalia ya samaki. Maeneo ambayo mazalia ya samaki ni muhimu sana kutunzwa, kwa sababu ndio uhai waziwa kwa maana ya uh, samaki wanazaliwa kwenye hayo mazalia, kayo ni muhimu mno kuyatunza. Kwa hiyo tunafanya mbinu mbalimbali kulinda maliasili za hifadhi hii, yakiwepo mazalia ya samaki, ikiwemo kutumia askari kupatrol au kufanya doria kwenye maji, pia maeneo ya nchikavu ya kisiwani. Ah, changamoto au um, mambo makubwa yanayotukabili ni uvuvi ya haramu, ambapo watu baadhi wanavuka mipaka ya hifadhi wanavua katika maji ya hifadhi na hata kuingia ndani ya ardhi kwenye hifadhi. Kwa hiyo tunatumia askari wanaopatrol kwa mitumbwi, kwa kwa, kwa, kwa mitumbwi yenye injini ambapo huwa tukiwapata majangili hao tunawakamata, tunawapeleka polisi na baadaye watapelekwa mahakamani ambako sisi tutaenda kutoa ushahidi. E, hali hii tunasema imeathiri mazalia ma, ya samaki kutokana na uwepo wa samaki wachache nje ya mipaka ya hifadhi. Na hii tunasema kwamba ni maeneo ambayo wanavua watu kwa wingi, lakini hakuna kule mazalia ya samaki tofauti na huko hifadhini ambako tunaona kabisa samaki wanaendelea kuzaliana kwa wingi. Sheria za hifadhi za Taifa kwa ujumla wake zinasema hamna kuingia ndani ya hifadhi za Taifa bila kibali, na kuingia tu bila kibali unaonekana umetenda kosa. Lakini zaidi ya hapo, wanaingia wale ambao tunaita ni wahalifu au wa majangili kwa ajili ya kuvua, lakini mbaya zaidi, wapo ambao wanaingia na nyavu ambazo hata nje zisingeruhusiwa kuonekana au kuvua. Sheria inavikataza nyavu kama zile zinaitwa timba au monofilament, lakini pia nyavu ambazo zinaitwa kokolo. Nyavu hizi zikitumika zinavua kila kitu, zinavuta samaki wadogo, wakubwa, hata mayai. Kwa hiyo hii ni shida kama itaendelea.